Kwa mara ya kwanza, Majestic Digital CBO wameshiriki katika tamasha la M-Pesa Sokoni lililoandaliwa katika uwanja wa Mombasa Sports Club. Ni mara ya kwanza kwa tamasha hili la M-Pesa Sokoni kufanyika kaunti ya Mombasa. Ni tukio maalum la kifamilia ambapo Safaricom huwaletea wateja wake ofa za kipekee kwa bidhaa mbalimbali, burudani ya kuvutia, na kuwapa wafanyabiashara jukwaa la kuonyesha bidhaa na huduma zao, kujenga uhusiano na wateja, pamoja na kukuza biashara zao. Felix Karuma ambaye ni mkurugenzi wa bidhaa kitengo cha M-Pesa aliwahimiza watu wajiunge na kushiriki kwenye tamasha hili na kufurahia punguzo la asilimia 18 ya fedha

Aliongeza kwamba mikakati yao ni kuunganisha huduma zao ili watu wasitumie tu pesa zao kupitia M-Pesa bali pia waweze kukuza pesa zao. Aidha, aliongeza kuwa wana programu inayoitwa Zidi ambayo unaweza kutumia na kukuza fedha zako able to save your money and grow interest. Mwakilishi kutoka kampuni ya Mika and Ezel ambao wameungana na Safaricom na Mpesa alisema kuwa huduma ya Mpesa ni njia bora na rahisi ya kulipia bidhaa na huduma pamoja na kuwa na kumbukumbu za malipo. We are here partnering with Mpesa and Safaricom

Yusuf Abdalla mteja, kutoka Likoni, alifurahia sana baada ya kununua simu yake ya ndoto kwa punguzo maalum wakati wa tamasha la M-Pesa Sokoni. nimenunua simu ya Tecno hapa ofa ambao kwamba nimenunua nda 10000. Nimefurahia sana kwa hiyo benefit nilipata nayo na pia kuja kwangu hapa nashukuru Nimekipata, nashukuru kwa hilo. Katika tamasha hilo Eunice Okoth mfanyikazi wa Majestic Digital CBO alijishindia jokovu kubwa. jun lans Majestic Digital TV.